Aisha, mtu anaweza akajiuliza mm. ni kwa kwa nini uh, bahari nyeusi? mm -hmm. kwa kwamba nikwamba uh, uh, makusiana masuala mazima ya bahari mm -hmm. nyeusi, unaona kabisa kwamba Urusi uh, kama vile kidogo amelegeza masharti yake. mm -hmm. unakuja kuangana ni kwamba tukumbuke mwaka 2023 na mwezi wa saba, ambapo rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, yeye aliweza kusema kwamba nabidi tuendeleze kuweka makubaliano ya amani katika bandari nyeusi, mm -hmm kwamba kote huku sa mgogoro wa vita uendelee, lakini katika bandari nyeusi basi vita iweze kusimamishwa. mm -hmm. Lakini nasi hivyo ukija kuangalia, kuna kipindi ambapo vita hii ilipoweza kuanza mm -hmm. kati ya Urusi pamoja Urus, mm -hmm. na Ukraine, tukumbuke eneo la bandari nyeusi Urusi aliweza kulichukua, na ilipoweza kuchukua ilikuwa ni kuna changamoto kubwa sana kwa upande wa Ukraine. mm -hmm. Ukraine nayo ikajitahidi kuweza kupambana ikarudisha hiyo sehemu, lakini hata hivyo ukija kuangalia ni sehemu ambayo Uh, Ukraine inategemea kwa asilimia kubwa katika mm, masuala mazima ya kiuchumi mm -hmm. na ndio maana uja kuona mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ambapo uh, Zelensky yeye aliomba kabisa kama jamani, mapigano katika upande wa bandari nyeusi mm, yasiwepo, tupigane sehemu nyingine, lakini eneo la bandari nyeusi isiweze kufanywa mapigano yote hayo mm -hmm. lakini hata hivyo, unaweza kujiuliza nani ambaye anafaidika na bandari nyeusi kati ya Ukraini au Rusi, Urusi? Ni nani ambaye anafaidika? Ni kwamba kila taifa linafaidika kupitia bandari nyeusi kupitia bahari nyeusi, ambapo ukija kuangalia kwa upande wa Ukraine kuna bandari tatu katika upande huu wa bahari nyeusi. Lakini hata hivyo ni kwamba uh, wakati machafuko sasa yanazidi kuendelea, makubaliano ya amani yakawa hamna, japokuwa tayari, uh, Ukraine ishaweza kuchukua eneo hilo, lakini sasa unakuta kwamba Uh, mizigo ambapo ikiweza kusafirishwa mazao hususan Aisha, mm -hmm. Watu ambao wanasafirisha ambayo inategemewa kufika na ku mi, mi, mizigo michache inafika, mizigo mm -hmm. mingine haijafika. kwa sababu gani? mashambulizi ambayo yalikuwa yaliendelea kutokea, kwa nakuja kuangalia ni bado uh, eneo ya bahari nyeusi ina muhimu sana Chana, kwa upande wa Ukraine lakini vile vile na kwa upande wa Urusi, japokuwa upande wa Urusi ee uh, Vladimir Putin yeye ana kitu ambacho anaangalia yeye, anasema ni mimi na taifa langu mm -hmm taifa langu litafaidika vipi? mm -hmm. Yeye hana kuangalia kwamba na taifa lingine mm -hmm. kwamba na yeye atafaidika vipi? Ndio maana anakuja kuangalia, hata ambapo walipoweza kusema kwamba mapigano saa katika bandari nyeusi mm -hmm. yataweza yakasimamishwa, lakini kwamba mimi nataka mnifanyie kitu fulani, tayari ameshaweza kujiangalia yeye mm -hmm. Hii inakuwa tofauti na kwa upande wa Zelensky. Zelensky yeye huwa anaangalia pande zote mbili, anaangalia Urusi atafaidika vipi lakini vile vile anaangalia na taifa lake la Ukraine linafaidika vipi? Mm. Yeye akiona kwamba tunaweka makubaliano ya amani lakini taifa langu alifaidiki na yeye anakuwa anaacha. Mm. Lakini kitu kikubwa ambacho Zelensky yeye anakipigania ni masala mazima ya amani. Zelenski amekuwa uh, tofauti na kipindi cha nyuma, Aisha, ambapo kila siku Zelenski alikuwa akiongea mm. naomba silaha, naomba tafadhali mm nisaidie, naomba hivi na mm. hivi. Imekuwa tofauti na sasa hivi Zelenski kitu ambacho anakipigania ya taifa la Ukraine liweze kupata amani, amani. na ndio maana mm -hmm. Unaona mpaka rais anakubali kama mimi mkisema nijiuzuru mimi nitajiuzuru. Sawa, mimi nitajiuzulia taifa langu itakuwa na amani. Hiko mm ndio kitu ambacho Zelenski anakiomba. Japokuwa ni hapo hapo anaomba amani katika taifa lake, lakini bado anaendelea kupigilia msumari pale pale: naomba uh, jumuiya kujihami ya NATO iweze kuniangalia na mimi Ukraine ili niweze kujiunga katika umoja huo mm -hmm. na ukija kuangalia hiko ndio kitu ambacho taifa la Urusi haitataka kusikia kwamba taifa hili la Ukraine linaenda kujiunga na NATO mm -hmm. ya anachotaka kukiona ni kwamba Ukraine aweze kukata tamaa kujiunga na NATO. Sasa akisha kata tamaa kujiunga na NATO, mengine ndio ataendelea kufuatia, japokuwa hata ukija kuangalia masharti yake ni kama ambapo jana nimeweza kuzungumza Aisha, mm. ni matatu tu ambayo ameweza kumpatia taifa la Ukraine, lakini ukikaa ukiweza kufikiria ni masharti ambayo ni makubwa sana mm. ambapo kama rais kuweza kukubali moja kwa moja inakuwa ni vigumu na ndio pale pale unaweza ukajiuliza, mbona ameweza kukubali kwa haraka sana pale ambapo Marekani iliposema inahitaji madini katika ardhi al ya Ukraini mm -hmm. Na Zelenski alikubali kwa haraka sana kasa, mimi naweza kukupatia madini katika taifa langu mm -hmm. Lakini na wewe unabidi unipiganie, mimi naweza kupata amani katika taifa langu mm -hmm. Ameweza kukubali. Hata pale ambapo Rais wa Marekani Donald Trump alipoweza kuzungumza kwamba anataka kuchukua madini yao, yeye ni kama vile fidia, kwa kuwa tu Marekani ameweza kumsaidia sana Ukraine katika masuala mbalimbali mm hususan -hmm. hii vita ambayo inaendelea kuja kuangalia kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini mbili mwezi wa pili yaisha mpaka hmm. mwaka jana wanazungumza mwezi wa kumi na mbili, bado Marekani ilikuwa inatoa msaada mkubwa sana katika taifa la Ukraine. Kwa hiyo amechukulia ni kama vyetu ni miongoni mwa fidia ambazo A taifa hilo limeweza kupatiwa, lakini ukija kuangalia wakati mapigano haya yakiwa yanaendelea kuvutana vutana, na huku upande wa Bahari Nyeusi ikionekana kwamba bado mashambulizi yanaendelea katika upande huo, na Ukraine anaona kabisa kama bandari kama Bahari Nyeusi ikiendelea kushambuliwa siku hadi siku, vipi taifa lake mm, tutategemea wapi tena? Kwa hiyo kwamba mazao ambayo yanategemea kusafirisha kupeleka katika baadhi ya mataifa ili kwe, ili kuwezesha maendeleo, kuwezesha uchumi angalau katika taifa la Ukraine unakuwa amna tena, na ndio pale pale ataendelea kila siku kuomba katika baadhi ya mataifa waweze kumsaidia mm -hmm. Hii inakuwa tofauti na upande wa Urusi, ambapo Urusi yeye sijawahi kumsikia Urusi akiweza kuomba baadhi ya mataifa akisema, naomba ni mnisaidie, naomba ni mnisaidie mm -hmm. mm -hmm. Lakini tu tunaona kama kuna baadhi ya mataifa ambayo yenyewe wameweza kujitokeza wazi wazi na kusema, sisi tutaungana na wewe. Hajaishi mm -hmm. Ajaishi kama hivi vikwazo vipi ambapo tunaweza kuwekewa lakini sisi tutaungana na wewe. Lakini sijawe kusikia hata kwamba uh, msemaji wa ikuru wa Urusi mm -hmm. Dmitry Peskov naye akiweza kuzungumza kwamba sasa hivi Urusi tunaiki naiki tunaomba misaada sijawe kusikia. Mm -hmm. Lakini kwa Ukraini kusikia imekuwa ni kawaida. Yaani kama vile tumeshazoea kuona kwamba Zelensky akiendelea kuomba misaada siku hadi siku. Mm -hmm. Akiendelea kuomba msaada, akiendelea kuomba kwamba umoja wa NATO uweze kumfikiria ili aweze kujiunga katika umoja huo na hata pale alipoweza kuambia kuna baadhi ya taratibu inabidi aweze uh, a- aweze kuzifanikisha, tukaweza kuona kabisa kwamba Zelensky akasema mimi taratibu zote nitazifanikisha mimi. mm -hmm. Nachotaka tu ni, ni kuweza kujiunga katika umoja huo wa NATO. mm -hmm. Lakini hata hivyo wakati ambapo tunaweza kuona kwamba uh, Zelensky akiomba na akionyesha kuhitaji zaidi kuweza kujiunga na NATO, na wakati huo wote, tunaweza kuona upande sasa wa rais wa Marekani Donald Trump, na yeye amewekea vikwazo kwamba A taifa la Ukraine haitaweza kujiunga na NATO, mm -hmm. Lakini tukumbuke tu ni kwamba kati akati anasema kwamba taifa hiyo haitaweza kujiunga na NATO. Kumbuka na yeye ndo amesema kama vile ni mpatanishi sasa kati ya haya mataifa mawili kati ya Urusi pamoja na Ukraine, mm -hmm. Na hata alivyoweza kuzungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin kwa njia ya simu jamani, kuweza tu kuzungumza na Putin na kwa njia ya simu, na wamezungumza kwa masaa mawili ili tu kuweza kuondoa mgogoro wa vita ambao unaendelea, na ni mgogoro ambao ukija kuangalia ni miaka mitatu na miezi yake kadhaa mm -hmm. Lakini hata hivyo, na ukija kuangalia katika mazungumzo ambayo ameweza kuongea rais uh, wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin. Kuna vitu ambavyo ndani yake inawezekana vilikuwepo, Aisha mm -hmm. Kwa sababu ukija kuangalia ni bado uh, ile kwamba kuna mvutano fulani ambao upo, Putin anavuta, Zelensky anavuta na kuja kuangalia hata Donald Trump naye anavuta. Yeye anatamani kuona kwamba haya mataifa yanapatana, na, ya yanakuwa mm -hmm. kitu kimoja. Lakini ukija kuangalia huyu ana ya masharti yake, huyu ana ya masharti yake. Mm -hmm. Yeye ya, naye kama mpatanishi ana ya masharti yake. Ya ya ya ya yanakuwa yanavutana. Je, ya, nani ambaye ataweza kushinda katika hayo masharti? Mm -hmm ndo pale pale ambapo tutarudi tutasema kwamba huu mgogoro wa vita unaweza ukaisha, lakini mpatanishi inabidi awe ana nguvu kweli kweli. Na ukija kuangalia, matumaini ya watu wengi wamekuwa wame, wame matumaini yao wamempa Donald Trump, Trump, kwamba huyu ndio ambaye ataweza kuondoa mgogoro wa vita ambao unaendelea. Lakini hata hivyo, wakati matumaini yao wamempa Trump Trump, na yeye tukumbuke wakati a, katika a, kampeni akasema kwamba mimi mkiweza kunichagua, ndani ya masaa 24 mgogoro wa vita kati ya Urusi na Ukraine unaisha unaisha. mm -hmm. Baada ya kuchaguliwa sasa akabadilika akasema hapana jamani, huu um, mgogoro huu uh, mimi navyoona utaisha ndani ya miezi sita. Sasa labda miezi sita bado aisha haijaweza kufika, tuweze kuangalia baada ya miezi sita huu mgogoro wa vita vipi utaisha. Kwa hiyo hata kama sahibi, kwa sasa hivi Trump anajitahidi sana kuhakikisha kwamba huu mgogoro wa vita unaisha, lakini mm -hmm. labda na yeye akikaa, anafikiria kwamba nilisema ndani ya kika, miezi sita huu mgogoro unaisha kwao mm hiyo -hmm. nijitahidi ndani ya hiyo miezi sita huu mgogoro uishe mm huu -hmm. mgogoro usipoisha watu wataondoa matumaini na mimi wataona uh, une alizungumza vile vile lakini bado masuala mm -hmm. yanakuwa yanaendelea yale yale bado tutaona vile vile kwamba Ukraine ikiendelea kulalamika, ikiendelea kwamba kuomba misaada katika baadhi ya mataifa, bado tunaendelea kuona kwamba mashambulizi yanazidi kutokea upande wa Kivu, upande wa Moscow, bado tunaendelea kuona kwamba ah, idadi ya vifo vinaongezeka katika upande wa Ukraine. mm -hmm. Kwa hiyo ni wasaa sasa kati ya mpatanishi wa mpatanishi, namzungumzia Rais wa Marekani Donald Trump kuweza kuhakikisha kwamba haya mashambulizi ambayo yanaendelea kwa sasa hivi yaweze kuisha. Mm -hmm. Matumaini ya mataifa mengi wamemwelekea yeye kwamba huyu ndio anaweza akaja kuwa mpatanishi na hii vita inaweza kuisha isha. Mm -hmm. Mtazamaji, ni saa 2 na dakika 56. Mpaka hapa hatuna la ziara, tunatamatisha ambavyo Morning Victory siku hii ya leo. Tumekujiza mengi katika upande wa kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi nando jijina mwatatu nilikuwa sambamba kabisa na Aisha Mndewa, na kabati la michezo ndio ambao wanafata.